Unioe, nipo tayari kukutumikia kama mke wa ndoa. Ama kweli, nimefurahia uja wako. Tafadhali naomba unioe. Kimya kilitawala, mvua ilizidi kuanguka, watu waligeuzana, wengine wakishika vichwa, wengine wakisema huyu ni nani? Nani huyu bilionea anayeomba kuoa mwenda wazimu? Mvua ilinyesha kama machozi ya anga yaliyokataa kufutwa. Barabara ya mtaa wa Temeli ilikuwa imefurika maji, taa za magari zikipasua ukungu mzito uliokubaliana na usiku Watu wengi walikuwa wamesimama pembeni ya barabara wakitafuta kinga ya paa la duka moja. Ndipo hapo mbele ya macho yao yaliyoganda kwa mshangao, alitokea tukio ambalo hata roho zao zilikataa kuliamini. Mwanamume mmoja aliyevaa suti nyeusi iliyotengenezwa na fundi maarufu Milan, akasimama mbele ya msichana aliyekuwa amechafuka, nywele zimetapakaa, macho yakiwa na mwanga wa mtu aliyepoteza fahamu za dunia, mwendawazimu wa mtaa ule lakini kilichowashangaza zaidi umepeti si mwonekano wa mwanamume huyo. Hapana, ilikuwa maneno yaliyotoka mdomoni mwake, kwa heshima, unyenyekevu na kama vile alikuwa mbele ya malaika, naomba unioe, nipo tayari kukutumikia kama mke wa ndoa. Ama kweli nimefurahia uja wako, tafadhali naomba unioe. Kimya kilitawala, mvua ilizidi kuanguka, watu waligeuzana, wengine wakishika vichwa, wengine wakisema huyu ni nani? Nani huyu bilionea anayeomba kuoa mwendawazimu? Lakini macho ya yule bilionea, Rayvado Mansa, tajiri mwenye majumba Nairobi, Dubai na Madrid, hayakuondoka kwa yule msichana. Kwa mara ya kwanza, msichana yule aliinua uso wake. Maji yakitiririka mashavuni kama machozi ambayo hakuweza kuyaeleza. Kisha, kwa sauti dhaifu iliyojaa maumivu ya miaka mingi, akasema, "Kwa nini mimi? Mimi si kitu." Rayvado alipiga hatua moja mbele akapiga magoti kwenye maji yaliyodunda barabarani, kitendo ambacho kilifanya umati uing'ang'ane pumzi kama watu waliokutana na muujiza. Kwa sababu wewe ni kila kitu kwangu, hata kama dunia imekutupa mimi. Sipo hapa kukuchukua, nimekuja kujinyenyekeza. Umati ukazidi kuguna kwa mshangao. Mvua ikapiga ikapiga, lakini hakuna aliyekumbuka kukimbilia makazi. Walijua wanashuhudia hadithi ambayo hawataisha kuihadithia. Mvua ilikuwa imebadilika sasa, haikunyesha tu, ilitukana barabara kwa kishindo kama inataka kusafisha dhambi za mji wote. Umati bado ulikuwa umesimama, macho yao yamefungwa kwa Rayvado Mansa, bilionea aliyepiga magoti mbele ya msichana aliyekuwa akiitwa na wote mwendawazimu wa mtaa wa Tembeli. Lakini ndani ya macho yake, Rayvado hakuona mwendawazimu, aliona mtu. Msichana yule alitikisa kichwa kwa wasiwasi wasi, mwili wake ukitetemeka kama majani yanayopigwa na upepo mkali aliangalia watu waliokuwa wakimkodolea macho, wengine wakicheka, wengine wakinong'ona, wengine wakirekodi kwa simu. Alijifunika uso kwa mikono yake miwili iliyojaa vumbi na tope. Tafadhali usinifanye nionekane hivi mbele ya watu. Rayvado alisimama polepole pole, akavua koti lake la bei ghali lililotengenezwa kwa kashmia, akalizungusha mabegani mwake, kisha akalimvika kwa upole, kama anavika kifua cha mtoto wake mwenyewe. Kitendo hicho pekee kilikatisha kila kicheko, kila kejeli, kila simu iliyokuwa ikirekodi watu walijiona wadogo kama vumbi. Kisha Reivado akasema kwa sauti iliyosikika hadi mwisho wa barabara, hakuna anayeweza kucheka mwanamke ninayempenda. Hata kama dunia imeamua kumwita mwenda wazimu, kwangu yeye ni malkia. Umati ukatetemeka, lakini ghafla msichana yule alianguka. Mwili wake ulilegea ghafla mikononi mwa Reivado, macho ya kifunga, miguu ikiteleza kwenye maji yaliyotengeneza mto mdogo barabarani. Hey, hey sweetheart, unanisikia Rayvado aliguna huku akimshika. Alikuwa mwepesi mwepesi sana, kiasi kwamba moyo wake uliumia. Ni kama alikuwa hajakula siku tatu, labda zaidi. Wengine walisogea, anakufa, hafai kushikwa, ni hatari, anaweza kuwa kichaa aliyelemewa na dawa. Lakini Rayvado aliwatazama kwa macho kama risasi baridi, huyu ni mwanamke wangu, kama kuna hatari, mimi nitaibeba. Akamchukua kishujaa, kama mtu anayebeba hazina, akampakia kwenye gari lake la kifahari Rolls Royce nyeusi iliyong'aa kama usiku wenyewe. Kabla hajafunga mlango, msichana yule alijaribu kufungua macho yake kwa sauti dhaifu sana ya kubembeleza kama mtoto anayeomba maji, akasema "Usiniache, usi, usi." Rayvado akamshika mkono wake, "Sijaenda, sitakuacha." Mlango ukafungwa, gari likawasha, umeti ukasambaratika kama watu waliopigwa na tamaa ya kitendawili kisichotegemewa, na usiku ule, usiku uliokuwa umejaa mvua, hofu na siri ulibeba mwanzo wa mapenzi ambayo dunia haikuwa tayari kuyaelewa. Rolls Royce ilikatiza barabara za mji kama mnyama mwitu anayekimbia gizani. Wipers zilikuwa zikikata mvua kwa kasi, lakini ndani ya gari kimya kilikuwa kizito kuliko mvua yenyewe. Rayvado hakumwacha yule msichana hata kwa sekunde moja. Alimshika mkono wake uliokuwa baridi kama chuma kilicholala kwenye mvua siku nzima lakini kilichomtia hofu zaidi haikuwa baridi, ilikuwa kovu aliloona shingoni mwake. Kovu refu lililokatwa kwa ustadi kama mtu aliyewahi kufungwa kamba ya kunyongwa na akaponea. Rayvado alizidi kubana mkono wake, akimulika kwa taa ndogo ya ndani ya gari. Nani alikufanya hivi? Msichana alitetemeka hata akiwa hajitambui vizuri, mdomo wake ulijaribu kutamka kitu, lakini sauti iligoma. Gari lilipofika hospitali binafsi ya Royal Care, walinzi wawili walifungua milango haraka, wakampa Rayvado blanketi la dharura. Bila kujali hadhi yake, bila kujali mvua, alimbeba msichana yule kwa mikono miwili hadi ndani. Wauguzi walionekana kuchanganyikiwa. Mheshimiwa, huyu huyu ni Rayvado? Aliwakata, ni mwanamke wangu, mtibu bila maswali. Walichukua kitanda cha dharura na kumkalisha juu yake mashine zikaanza kupiga, sindano zikaandaliwa, mashuka yakabadilishwa. Lakini wakati daktari mkuu Dkt Luana akianza kumwangalia kitu kimoja kilimtisha zaidi kuliko yote. Alimwangalia Rayvado kwa macho ya mshtuko. Mheshimiwa, huyo msichana siyo mwenda wazimu, amewekewa dawa za kumchanganya akili kwa muda mrefu, na amepitia mateso ya kutisha. Rayvado akasikia kifua chake kikibanwa. mateso gani? Dkt Luana akapumua kwa uzito. Kama alivyokuwa mitaani, na kama watu walivyomchukulia, mtu alitaka akasawazike kama takataka. Kovu hili shingoni linaonyesha mtu aliwahi kujaribu kumuua, na hizi alama za mikono ni kama alishikiliwa na watu wawili au zaidi, lakini bado anapumua kwa miujiza. Rayvado akageuka akatazama kupitia dirisha. Mvua ilikuwa inaendelea kunyesha nzito, nene, yenye hasira kama anga lililokataa kusamehe. Alikumbuka siku ya kwanza alimwona msichana huyo miezi miwili iliyopita, akiwa amechafuka akicheza na maji ya mtaro, watu wakimtukana, magari yakimpulizia honi, na bado macho yake yalikuwa na nuru isiyoelezeka, nuru ambayo ilimvutia zaidi kuliko pesa zote alizowahi kumiliki. Wakati huo manesi walimgeuza upande mmoja, wakisafisha uso wake na kuondoa matope. Kisha Rayvado akastuka. Uso ule, macho yale, mdomo ule uliolegea alikuwa amewahi kuuona siku nyingi zilizopita, kabla ya utajiri, kabla ya jina lake kujulikana duniani. Ndoto moja ya zamani ikamjia, ndoto aliyosahau kwa muda mrefu, ndoto ya msichana aliyemwambia siku moja, nitakuokoa hata kama dunia haitakuelewa. Rayvado alitetemeka. Dkt. Luana akamuuliza, unamjua? Rayvado akameza mate kwa tabu. Sio tu ninamjua, nimekuwa nikimtafuta miaka miwili. Wakati huo mashine ikatoa bip kali, na msichana akafumbua macho yake kwa nguvu za mwisho, akamtazama Rayvado moja kwa moja, akasema kwa sauti ndogo ya kutisha ya siri nzito, wanarudi Rayvado, wataniua. Kisha akazimia tena, na Rayvado alijua kitu kimoja: huyu msichana hakuwa wa kawaida, na watu waliomtesa hawataki mtu yoyote ajue ukweli wake. Usiku uliendelea kukata kama kisu chenye makali mawili. Mvua haikukoma, ilionekana kama anga lilijua kuna jambo kubwa lilikuwa linaibuka usiku huo, jambo ambalo lilizidi nguvu za binadamu wa kawaida. Rayvado alikaa pembeni ya kitanda, macho yake yakiwa mekundu, si kwa uchovu, bali kwa hasira na hofu. Msichana yule aliyekuwa sasa amelala kwa mashine, uso wake ulionekana safi, na kwa mara ya kwanza katika muda mrefu, alikuwa anaonekana kama binadamu tena lakini maneno yake ya mwisho "wanarudi, wataniua" yalimng'ata fikra kama msumari mkali. Dakika chache baadaye, Dkt Luana alirudi akiwa ameshika faili kubwa mikononi, uso wake ulikuwa umejawa na wasiwasi uliofichwa vibaya. "Mheshimiwa, kuna kitu muhimu sana," alisema kwa sauti ya chini. Rayvado akasimama. "Semeni." Dkt Luana akafungua faili, akamgeukia Huyu msichana amewekewa dawa za kumchanganya akili kwa miezi kadhaa. Kuna alama za majeraha ya mateso ya muda mrefu, lakini pia amewekewa tomu ndogo ya risasi mgongoni kama alivyotaka mtu kumfuatilia kwa teknolojia ya kijeshi. Rayvado alitoa pumzi ndefu nene kama kiza. Unamaanisha watu walikuwa wanamfuatilia kama mnyama wa majaribio? Ndiyo, Luana akasema, na mtu huyo lazima awe na pesa nyingi sana au mamlaka. Kimya kingine kikatua. Rayvado aligeuza macho yake kumtazama msichana yule. Mwanga mdogo wa chumba cha wagonjwa ukaangazia mashavu yake, na kwa sekunde moja picha ya msichana aliyemwaahidi kumwokoa miaka miwili iliyopita ikarudi tena kichwani mwake. Lakini kabla hajasema chochote, mlango wa hospitali ukaanza kutikisika. Dondoka, dondoka, dondoka. Wauguzi wakaguna, Rayvado akageuka. Walikuwa ni walinzi wake. Mheshimiwa, mmoja akasema kwa haraka, akipumua kwa kasi. Gari tatu nyeusi zimefika nje, watu watatu wamevaa mavazi ya kijani yanayofanana na tactical unit. wanadai wanamfuata msichana huyu. Rayvado alihisi damu ikipanda kichwani, hakuhitaji kufikiri mara mbili. Hakuna anayemchukua lakini kabla hata hajamaliza, mlango wa chumba ukafunguliwa kwa nguvu pa. Wanaume watatu walisimama kwenye mlango, wote wamevaa mavazi meusi, buti ndefu, suruali nzito, vitambaa vya kufunika nyuso zao. Hawakutabasamu, Hawakupumua kwa wasiwasi, walikuwa kama mashine. Mmoja wao akasema kwa sauti nzito, tunakuja kumchukua huyo msichana, ni mali ya serikali, huwezi kumweka hapa. Lakini Rayvado hakusogea hata sentimita. Alisimama mbele ya kitanda chake kama ngome ya mwisho. Mnamsema nani? Huyu ni mwanamke wangu, na hamtoki na mtu hapa. Wanaume wale walitazamana sekunde moja, kisha mmoja akamgeukia mwenzake, tuna dakika mbili pekee Tukimkosa leo tunairudia operesheni kwa njia ngumu. Kwa njia ngumu, Rayvado akaguna. Jaribuni. Walinzi wake wawili wakaingia kwa kasi wakishika bastola zao wakasimama nyuma yake. Mvua ikagonga vioo kwa nguvu zaidi, kana kwamba anga lilikuwa linapiga kelele kwa ajili yao. Sasa chumba kilikuwa kimetulia, ukuta mmoja vs ukuta mwingine. Hakuna aliyekuwa tayari kupiga hatua ya kwanza lakini wakati huo huo msichana aliamka ghafla akakaa kitandani na kupiga kelele kali wasinichukue wataniua Rayvado kelele hiyo iliwatetemesha wote Rayvado alijaribu kumshika ili kumtuliza lakini alishika shati lake kwa nguvu zisizo za kawaida macho yake yakitoa hofu ambayo haielezeki wanaume wale wakapiga hatua mbele kukataa kwako kutatufanya tumwangamize hapa hapa tunayo amri ya mwisho Rayvado akavuta pumzi, macho yake yakawa makali, na maneno yaliyojaa sumu yakatoka mdomoni mwake, mtaondoka hapa wakiwa wafu kabla hamjamgusa mmoja wake. Mwanaume wa kwanza akatikisa kichwa kama anawahurumia waliokufa, basi tumieni sekunde zenu za mwisho vizuri. Aliondoa kioo cha glovu akachukua kifaa cha kielektroniki, mashine za hospitali zikaanza kuheng, taa zikaanza kufifia, mlango wa dharura ukafunguka kificho Hawa hawakuwa tu watu, walikuwa maadui wa zamani. Msichana akamshika Rayvado mkono kwa nguvu ya maumivu ya roho, akasema kwa sauti ya kutetemeka, hawa, hao ndiyo nilio hao ndio watu niliokimbia, hao ndio waliotaka kuniua. Rayvado, tafadhali usiwache nirudi. Hapo ndipo Rayvado alijua vita hii ni ya damu, si ya maneno. Wakati taa za hospitali zilipofifia na mashine zikaanza kupiga kelele za tahadhari, hewa nzima ilibadilika. Hakukuwa tena na harufu ya dawa, bali harufu ya vita. Harufu ambayo Rayvado aliwahi kuisikia miaka mingi kabla ya kuwa bilionea. Wakati bado alikuwa kijana anayekimbia maisha magumu mitaani, akijua jino kwa jino ndilo lililomfanya atoke hai. Lakini hakuwahi kufikiria kwamba vita vingine vingeanza kwa ajili ya mwanamke. Wanaume watatu walioingia hospitalini waligawanyika kimtindo wa jeshi. Wa kwanza mrefu mwenye mabega mapana alishika kifaa cha kimya kilichozima kamera zote. Wa pili alikuwa tayari amekunja ngumi akitazama walinzi kama fisi anayeshambulia bila aibu. Wa tatu ndiye aliyekuwa hatari zaidi. Macho yake hayakuwa na huruma, hakutazama pembeni. Alikuwa kama mtu aliyepewa kazi ya kuua bila kuuliza swali. Rayvado akamshika msichana yule kwa mkono mmoja kisha akatoa amri: Lewa, linda mlango, hakuna atakayeingia. Walinzi wake wawili walichomoa bastola zao haraka, lakini kabla hawajapiga hatua, mtu yule wa tatu alicheka kimya, kisha kwa kasi ambayo macho ya kawaida hayaoni akapiga teke moja sakafuni. Blam! sakafu ilivunjika kipande, meza ya dawa ikapinduka, walinzi wa Rayvado wakarushwa nyuma kama watu waliogongwa na treni. Rayvado hakutetemeka. Alisimama pale pale, akivuta pumzi ndefu, akimtazama mpinzani wake kwa macho ya mtu aliyegonga jahanamu na akarudi. Ah, yule mwanaume akasema kwa sauti ya kutisha, bado una kiburi kile kile Rayvado. Rayvado akatabasamu kwa hasira, hujabadilika Cyrus. Ukimya ukakata chumba. Jina hilo lilimfanya msichana aliye kitandani atetemeke, alijificha usoni mwa Rayvado, machozi yakichuruzika kama mvua ya ndani. Rayvado, Cyrus ndiye aliyenifunga ndiye aliyejaribu kuniua, ndio chanzo cha mateso yangu yote, tafadhali usimwache. Maneno yake yalikuwa kama moto uliowashwa kwenye gesi. Rayvado akageuka kwa nguvu, akamkazia Cyrus macho. Leo utamaliza yote uliyoyaanza. Cyrus akatabasamu, tabasamu la mtu asiyeogopa kifo. Basi hebu tuone. Mapigano yakaanza kwa ghafla. Rayvado alisukuma kitanda pembeni, akasimama wazi, mikono yake ikawa imara kama mtu aliyesomea vita kisiri. Cyrus aliruka juu kama mnyama. Teke lake la kwanza likarusha hewa nzito, lakini Rayvado aliliepuka, akashika mkono wake na kumwangusha chini. Boom! Hata hivyo mtu huyo hakupoteza muda, alisimama ndani ya milisekunde, akapiga ngumi tatu mfululizo, pap pap pap. Rayvado akazuia mbili, lakini ya tatu ilimpiga ubavuni ikamfanya apige hatua mbili nyuma. Wauguzi walikimbia nje wakilia, taa zikaleta mwanga hafifu kama filamu ya giza. Rayvado akapumua kwa sauti nzito. Kwa nini unamtafuta? Kwa nini ulimtesa? Cyrus akafuta damu mdomoni na kujibu, kwa sababu msichana huyo si mtu wa kawaida, ana siri ambayo serikali, matajiri na vikundi vya kimataifa wanataka, na wewe umeingilia kati mahali usipotakiwa. Rayvado akamgeukia msichana aliyelia kitandani, siri gani? Msichana akatoa pumzi kama mtu aliyekata tamaa. Rayvado, mimi si mwenda wazimu Nilikuwa mwanasayansi wa serikali, niligundua kitu ambacho hakikustahili kugunduliwa. Cyrus akakatisha, neno moja tu na dunia itabadilika. akifikua kuisema, tunaangamia sote. Ndiyo maana lazima afe, Rayvado, lazima. Rayvado akatembea polepole kumkaribia Cyrus. kwa hiyo mliamua kumtesa, kumfanya achanganyikiwe, kumbadilisha kuwa takataka za mtaa, kisa siri? Cyrus akacheka, hilo ndilo ulimwengu, rafiki wewe ni bilionea unalijua hilo Raivado. Hakusubiri tena akaruka juu, akageuza mwili hewani, akapiga teke kali lililomgonga Cyrus usoni vile ambavyo hata chuma kingehisi maumivu. Cyrus akaanguka ukutani SGA ukuta ukapasuka, lakini hata akiwa amedondoka alitabasamu, tabasamu lililojawa damu. haimaanishi chochote, wengine wanakuja, na wakifika hakuna atakayepona mara tu akimaliza kusema hivyo, milango ya nje ikaanza kugongwa na watu wengi zaidi. Rayvado akageuka kwa msichana yule akamshika usoni. Hawa ni akina nani? Kwa nini wanataka ufe? Msichana akalia zaidi, sauti yake ikitetemeka kwa sababu nina siri ambayo inaweza kuangusha nchi nzima na jina la siri hiyo ni, akafungua mdomo lakini kabla aseme, risasi ikapiga dirisha juu yao. kla taa zikazima, hospitali nzima ikazama kwenye giza, na msichana akasema neno moja tu kabla giza kuwameza. Omega. Rayvado akahisi moyo wake ukiacha kupiga kwa sekunde moja. Giza lilikuwa nzito, mvua nje ilikuwa inalia kama ngoma ya maombolezo, risasi zilikuwa zinapiga kuta za hospitali kama mvua ya chuma, lakini ndani ya moyo wa Rayvado kulikuwa na moto moto ambao hauzimwi na maji wala giza Msichana yule yule aliyeteswa, aliyepotezwa, aliyedharauliwa alikuwa ameshika mkono wa Rayvado kwa nguvu ya mwisho aliyokuwa nayo. Neno moja tu lilikuwa limetoka mdomoni mwake, omega, neno lililomfanya Rayvado atetemeke hata kabla hajalielewa. Wakati risasi zilipoendelea kusogea karibu, Rayvado alisimama haraka, akamshika msichana yule mikononi kama anabeba ua la pekee lililotolewa sadaka kwa dunia. Hatukai hapa, wanakuja kumaliza kila ushuhuda Walinzi wake wawili ingawa walikuwa wamejeruhiwa walijaribu kusimama, "Mheshimiwa tunakusindikiza," lakini Rayvado alikataa, "Hapana, nendeni upande wa pili wa jengo wavurugeni, nitamtoa hapa mwenyewe." Walinzi wakamwangalia kama mtu anayeenda kwenye kuchinjwa, lakini wakatii amri. Walikimbia nje kupitia korido ndefu na giza, wakitoa sauti za kuwapoteza wale wanaofuatilia. Rayvado akageuka, akamshika msichana mkononi, niambie ni nini OMEGA? Msichana akavuta pumzi kwa shida, machozi yakichanganyika na damu iliyodondoka shavuni. OMEGA ni mpango wa kufuta kumbukumbu za watu milioni moja kwa dakika mbili. Niligundua jinsi ya kuubatilisha, wakaamua kuniondoa. Rayvado akahisi dunia ikisogea chini ya miguu yake. Kwa hiyo wanataka utepotee ili mpango uendelee? Ndio, na wewe ukiendelea kunilinda watakuua pia. Rayvado akatabasamu kidogo, tabasamu la maumivu, lakini lililojaa uthubutu basi, wajaribu. Ghafla mlango ukapasuliwa kwa bomu dogo la kuvunja, ukuta ukatetemeka, vumbi likafuka juu. Watu zaidi wenye silaha nzito waliingia, wakapiga kelele, tumieni nguvu ya kiserikali, huyu msichana anatakiwa. Lakini walipoingia, walikuta chumba kikiwa tupu. Kitanda hakikuwepo, mashuka yamechanika na madirisha yamefunguliwa nusu. Katika giza la chini ya hospitali kwenye mabomba ya dharura, Rayvado alikuwa anamshusha msichana kupitia ngazi za chuma. Kila hatua aliyoichukua ilikuwa kama hatua ya kuacha roho yake nyuma, lakini hakusimama. Walipotoka chini, walitokea upande wa maegesho ya magari, mvua ikiwalowesha vikali. Gari moja tu lilikuwa limeachwa na ulinzi, SUV nzito nyeusi yenye namba zilizofichwa. Rayvado akaingia nayo, akamketisha msichana na kufunga mkanda wake lakini kabla hawajawasha gari, Cyrus alitokea mbele yao, akisimama katikati ya barabara, mvua ikimpiga usoni kwa nguvu kama kisu. Alikuwa amejeruhiwa vibaya, lakini bado alisimama, bado alikuwa simba. Alinyanyua mkono wake, akasema kwa sauti ya damu, Rayvado usiende, ukimpeleka unatangaza vita dhidi ya serikali nzima. Rayvado alimtazama kupitia kioo cha mbele. Uso wake ulikuwa mtulivu kama mtu aliyekwisha chagua upande wake kabla hata hajazaliwa. Cyrus, dunia imewahi kuadhibu watu wengi wasio na hatia, lakini leo siwezi kumwachia mikononi mwenu. Cyrus akatetemika. Utaukosa uhuru wako. Sihitaji uhuru kama natembea bila mtu ninayempenda. Kimya kikakata mvua. Cyrus akashusha mkono, akageuka kuondoka, kisha akasema neno moja tu bila kugeuka, naomba umfiche vizuri, rafiki kwa sababu watawagusa wote mnaowapenda. Wakati huo, Rayvado akawasha gari, taa zikaangaza kiza, injini ikanguruma kama simba aliyefunguliwa. Akaondoka kwa kasi, matairi yakikatiza mvua, gari likielekea gizani, kuelekea njia ambayo hakuna aliyejua. Na hivyo bilionea aliyechagua upendo badala ya utajiri na msichana aliyebeba siri ya kuangusha taifa walitoweka usiku ule. Mvua ikaendelea kusimulia hadithi yao, ikilia taratibu juu ya dunia ambayo haikuwahi kuwaelewa. Na hivyo ndivyo msimu wetu wa kwanza unavyofika mwisho. Usiku ule wa mvua haukuwa tu safari ya Rayvado kumwokoa msichana asiyejulikana. Hapana, ulikuwa mwanzo wa vita kubwa kuliko alivyowahi kuwaza. Leo tumeshuhudia siri, mateso, mahali pa kushtua na neno moja tu lililobadilisha kila kitu: Omega. Kama ulikuwa unafikiri hadithi imefika mwisho, umejipangia vibaya sana. Kile kilichotokea leo ni mwanzo tu, mwanzo wa siri itakayogeuza maisha yao na dunia nzima. Msimu wa pili utakuwa moto, utakuwa damu, utakuwa mapambano ya upendo dhidi ya serikali nzima. Je, Rayvado ataweza kumficha kwa siku sabini na mbili zilizobaki? Je, siri ya Omega itafichuka? Na je, ni nani mzito zaidi anayewasaka usiku na mchana? Usikose Mvua ya Dhahabu Omega Rising inakuja hivi karibuni. Kaa karibu, subscribe na uwashe kengele, maana msimu wa pili hautabisha hodi.